Bwana Yesu nasifiwe, mpenzi mtazamaji. Ni matumaini yangu ya kwamba weekend yako kwa ilikuwa ni ya baraka na hiyo njana uliweza na kufika kanisani na ukaweza kubarikiwa. Nikitumai kwamba siku ya leo, wakati ambapo tumeweza na kubarikiwa na asubuhi mpya kwetu, siku mpya kwetu, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, kujipiana mbele zake, ili wiki yote akakuongoze, akawe pamoja nawe na akaweze kukutendea mema na pia makuu. Sisi hapa kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka tumejiandaa na pia Roho Mtakatifu akaweza kutuandaa vilivyo na akaandaa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tutakuwa pamoja naye akitubariki akituletea neno lake. Ninaamini kwamba ameweza na kumwandaa vilivyo, ili akaweze kutufikia akaweze kutubariki, ukabarikiwe mahali popote pale ulipo, mahali popote pale huwa unatupata ukiwa, ukiwa pia katika hali zozote zile, natumai kwamba utabarikiwa kila siku hii wiki yote, kupitia kipindi cha manyunyu ya baraka. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tutakuwa pamoja naye ni Pastor Jacinta sana kutoka kanisa la ABC Misuuni Mitaboni. Kwa tayari kabisa tukaweza na kupokea hizo baraka kupitia iki kipindi. Karibu mpenzi mtazamaji, asubuhi hii ya leo, naomba nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo nami pia si jambo, na naomba ili nikaweze kukukaribisha katika kipindi chetu cha manyunyu ya baraka asubuhi hii ya leo, na natumai tutaenda kubarikiwa kwa pamoja. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, ni kwa ajili ya wiki jema ambayo Bwana umetubariki kuwa hai asubuhi hii ya leo, Bwana umetubariki ukatuamsha nadiposa Bwana tunasema uinuliwe na uhimidiwe, uketie kwenye kiti chako cha enzi, kwa maana wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Tunaenda kujipeana mikononi mwako ili Bwana ukatuongoze hii wiki yote. Tunaomba Bwana kuinuliwa na wewe kupitia kwa neno lako takatifu, tunaomba kubarikiwa na wewe kupitia kwa neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu Bwana akaweze kunena na kanisa lako ili Bwana neno lako likatuinue zaidi na zaidi katika imani yetu, tuendapo kulisikia. Naomba ukanitumie kama chombo chako, roho wako mtakatifu anifunze nchini nitakavyonena, ili Bwana watu wako waweze kubarikiwa na neno lako, kuwa pamoja nasi na neema yako Bwana izidi kuwa juu yetu, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru amina. Neno la Mungu tunaenda kutoa katika kitabu cha Isaya. Kifungu ni hicho cha hamsini na tatu mstari wa saba hadi huo wa nane. Nitaenda kusoma. Alionoa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinchoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, naam hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? na maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Neno ili ambayo tumelisoma asubuhi hii ya leo linatuonyesha mfano wa Yesu Kristo. Licha ya yale mambo ambayo alifanyiwa na watu. Biblia neno la Mungu linatuhimiza kana kwamba Yesu Kristo akunena. Biblia limetuambia ya kwamba alionewa na akuzungumza. Kama vile kondoo apelekwaye kwenye machinjio, ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alifanyiwa. Lakini Biblia linatuambia kana kwamba hakuongea, alinyamaza. Asubuhi hii ya leo mpenzo, mpendwa mtazamaji, nataka tukaongee neno la Mungu kuhusu kutulia na kunyamaza ndani ya Kristo na hatimaye kusimama na kusonga mbele. Kuna nguvu katika kutulia, kuna nguvu katika kunyamaza, na hatimaye kusimama na kwenda mbele. Mara nyingine sisi kama watu tunapodhulumiwa tunapofanyiwa mambo, tunapokataliwa na watu, tunapoonewa, tunachukua hatua ya kusimama na kuongea kwa niaba yetu, tunachukua hatua ya kujitetea. Lakini neno la Mungu linatuimiza nguvu katika kutulia. Neno la Mungu linataka kuongea na sisi, ituonyeshe maana ya kutulia tunapoambiwa ay, yale mambo ambayo yanaumiza mioyo yetu, kama vile Yesu Kristo alifanyiwa hayo mambo yote. Alidhulumiwa, aliteswa, ni kwa ajili yetu sisi. Aliteswa ili tukaweze kupata uhai. Aliteswa ni kwa ajili ya ule upendo ambao alikuwa nao kwetu, ili tukaweze kuwa hai siku hii ya leo. Na licha ya kufanyiwa hayo mambo yote Biblia linatuhimiza kana kwamba Yesu Kristo akuongea aliweza kutulia, aliweza kunyamaza na akaendelea na mbele kuya, kuyapitia yale ambayo alikuwa ni lazima ayapitie, ni kwa ajili yangu na wewe. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji kuna, kuna lazima ya mimi na wewe tujifunze, tunapofanyiwa haya mambo tujifunze kutulia kwanza. Mara jingine unafanyiwa mambo na unainuka unaongea, unakuja kujipata umemkosea Mungu. Unasimama unaongea, baada ya kumaliza kuongea unakaa chini eh, unafikiria, unaona mbona nimekosa, mbona sikufaa kunena hivi, mbona sikufaa kufanya hivi. Unaanza kujilaumu unaanza kujihukumu. Kwa nini? Kwa sababu licha ya kunyamaza ulifanya kusimama ili uweze kujitetea. Na kama vile Yesu Kristo alifanya, ndivyo sisi tunafaa kumfuata. Kwa nini tunafaa kunyamaza ama ni matokeo ngani ambayo tutayaona baada ya kunyamaza? Unaponyamaza, unapotulia mpendwa, mtazamaji, nakuambia kwa na kwamba unamwachia Mungu nafasi ili apigane vita zako, unamwachia Mungu nafasi ili akaweze kuongea kwa niaba yako, unamwachia Mungu nafasi ili akapigane nao ambao wanapigana na wewe, azungumze kwa niaba yako, anene ni kwa ajili yako. Badala ya wewe kujitetea, mpendwa, nakwambia mwachie Mungu akutetee wewe. Ujiwezi, ndio unaweza uka Jitetea. Lakini kuna mahali inafika kama mtu unashindwa. Kuna mahali inafika vita vinaongezeka, unakuja kujipata umeshindwa, unakuja kujipata hata una maneno ya kutamka. Lakini unapotulia na kunyamaza, Mungu anachukua ushukani, Mungu anasimama ni kwa niaba yako, Mungu ananena ni kwa ajili yako, Mungu anazungumza mpaka anakuja kuona huyu amenyamaza, aongei na kwa sababu Mungu amewapiga futa, watakuja kunyamaza siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, kuna nguvu katika kutulia na kunyamaza. Jambo ile ingine, ukinyamaza, huwa unazuia unazuia dhambi ya ulimi. Mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, katika kitabu cha James, katika kitabu cha James, neno la Mungu linatuambia Siwe wepesi wa kusikia, lakini si wepesi wa kuongea. Unaponyamaza unazuia dhambi ya ulimi, unazuia kumkosea Mungu. Kama vile nimesema, unapoongea unakuja kujipata umemkosea Mungu, unakuja kujipata ile heshima ulikuwa umepewa imetoweka, dhambi imeingia kujilaumu unaanza kuona umekosa, unaanza kujihukumu. Kwa nini? Kwa sababu hukutumia yale mambo ambayo uliyaona ukifanyiwa. Ndio umekataliwa na watu wa familia, hawakuhesabu kama wewe ni mtu wa familia hawakuoni kama wewe ni kitu, umepitia mambo magumu katika familia yako. Umekaa maisha ya kudharauliwa, umekaa maisha ya kuonekana wewe si mtu. Unakuja unaona siku moja, hata leo hii, simame nijitetee, kwa sababu naona watu hawanitabui, naona watu hawaniongeleshi vizuri, naona watu wanidharau, naona watu hawanipei ile heshima ambayo nastahili. Unasimama unaongea, unakuja kukupa hata ile heshima imetoweka kabisa. Unakuja kupata umemkosea Mungu, unakuja kupata umeanza kujihukumu ndani ya moyo wako, kwa sababu umeongea wale mambo ambayo hukufaa kuyanena. Kwa hivyo kuna nguvu katika kutulia na kunyamaza, kwa sababu Mungu atapigana hizo vita, utazuia dhambi ya ulimi. Na jambo hilo lingine la tatu, kama vile Kristo alinyamaza na akapiganua vita vyake, hata wewe utakaponyamaza za vita vyako vitapigana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, jifunze kuwa mtu wa kutulia, kuwa mtu wa kunyamaza, na hatimaye unakuja kupata nguvu mpya, unainuka na unasonga mbele. Waliotarajia kuona kuanguka kwako, waliotarajia kuona umeshindwa, watakuja kukuona umeinuka na umeweza kusonga mbele na Yesu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, asubuhi hii ya leo, nataka uone, uone yale matokeo ambayo yatatokea hivi, yale mambo ambayo yatatokea wakati utakapotulia na kunyamaza. Usiwe mwepesi wa kuongea, kuwe mwepesi wa kusikia, na unaongea nayo mambo ndani ya moyo wako na unasema, Mungu, pigana vita vyangu. Mungu, simama kwa miaba yangu. Mungu, nema ni kwa ajili yako yangu, kama vile Yesu alifanyiwa na akanyamaza. Nasi pia tujifunze kwa Yesu Kristo, tuinge mfano wa Yesu Kristo. Alikatauliwa, alidhulumiwa, alifanyiwa mambo mengi, lakini akusema lolote, alinyamaza Vita vyake vilipiganwa na Kristo, mpaka akasonga mbele, akasonga mbele, akatuokoa sisi. Kama angeongea hatungeokolewa, lakini tuliokolewa kwa sababu yake yeye. Hey, Kristo kunyamaza na kutulia, na akasonga mbele kuendelea. Kwa hivyo, na sisi wapendwa, tujifunze kutulia, kunyamaza ndani ya Kristo, na hatimaye tunakuja kupata nguvu ya kusonga mbele na kuendelea na maisha. Walio kudharau watakuja kukuona wewe umeinuka na umesonga mbele na Yesu. Hata siku moja watakuja kwako, wakuulize ulifanyaje ili ukaweza kushinda zile vita, na utawambia, ni kweli, ni Mungu alinitendea. Bwana atubariki na alibariki neno lake, amina. Na tuombe. Hey, mwenyezi Mungu tunakushukuru, tunakuinua naliimidi jina lako kwa sababu ni jina kuu. Tunasema asante ni kwa ajili ya asubuhi ya leo, umetupa kuwa ai, umetupa Bwana, kusikia neno lako, tunakushukuru. Kama vile Yesu Kristo aliweza kufanyiwa mambo ya aibu akadhulumiwa mpaka kifo, ili tukaweze kupata uhai. Neno lako limetuambia kana kwamba akuongea, alinyamaza mpaka akapelekwa machinjioni lakini hakusema lolote. Naomba Bwana ukatupe kujifunza kutoka kwa ili neno, wakati tunapopitia kwa magumu katika maisha yetu, tujifunze kutulia ndani yako, tujifunze kunyamaza ili wewe Bwana ukachukue ushukani wa kupigana vita vyetu, tukazuie dhambi ya ulimi na tukainge mfano wa Kristo Yesu, ili tukaweze kushinda katika aya maisha. Bwana, tupe kujifunza ili tukaweze kutulia ndani yako siku zote, ili wewe mwenyewe Mungu wetu ukaweze kupigana vita vyetu. Tunaomba neno lako Bwana likakue ndani ya mioyo yetu, na roho wako Mtakatifu akazidi kutufunulia kwa kina na upana, ili tukaweze kukaa ndani ya neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina nguvu katika kutulia, kunyamaza na kusonga mbele. Hilo ndilo neno ambalo tumeweza na kuletewa asubuhi ya leo na mtumishi wa Mwenyezi Mungu, kutuonyesha kwamba yani kuna nguvu katika kutulia, katika kunyamaza, sio kukimbilia kila njambo. Maana tumeweza na kufundishwa na kuona kwamba Yesu aliweza na kutulia hata wakati ambapo alikuwa anadhulumiwa aliweza kutulia. Maana yani aliweza kutulia kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, amenyamaza ametulia tu. Yani kile ambacho ilikuwa ndani yake ni kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweze na kutendeka. Na hapo tumeweza na kuona kwamba hakuweza na kulipiza kisasi Yesu alisimama tu mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweze na kutendeka kama kutimika yaani. Ni kusema kwamba ni kusema kwamba unyenyekevu, upendo na kujitoa kwa Yesu Kristo inatufundisha kustahimili mateso kwa imani bila kulipiza kisasi, tukiamini kwamba Mungu anakusudi kuu katika kila jaribu tunalolipitia. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, hakuna haja ya kulipiza kisasi. Mwenyezi Mungu anaona yale ambayo unayapitia ama unapitishwa na mwenzako. Mwenyezi Mungu anaona hayo mateso yote, hayo majaribu anayaona. Tulia, nyamaza, pigana vita zako kupitia kwa magoti. Omba Mwenyezi Mungu, mpe yote, maana anayaelewa na anayaona. Kama ni machozi ambayo umelia, anajua umelia kwa muda mgani, anajua ni kipi ambacho kinakuumiza. Hivyo basi, pigana vita zako kupitia kwa magoti, tulia na ujue kwamba Mwenyezi Mungu anashughulikia kila kitu. Mwenyezi Mungu sieti kwamba aoni hayo yote ambayo mbi umeweza na kuwekelewa, mbi umeongelewa. Uh, wakati mwingi watu wamekuita majina wamekudharau, wanakuona ni kama mm, kama we sio kitu, lakini kuna Mungu aonaye kwa siri, naona yoyote, anatambua uh, ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya maisha yako, na ataweza kushughulikia kila kitu, na amani utaweza na kuipokea tena. Mwenyezi Mungu na akubariki pasa, Mwenyezi Mungu akuonee mema yake Hakukumbuke, endelee na kukuongezea mengine kwa sababu yetu. Hakika umeweza na kututia moyo na kujua kwamba tunafaa kunyamaza na kutulia na kungojea, ama kusonga mbele na kungojea Mwenyezi Mungu akatutendee.